Trumpu na vioja vyake, Trumpu na taarifa zake. Niko hapa kukujuza taarifa ya rais wa Marekani Donald Trumpu kuhusu taifa la Venezuela. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa mataifa yoyote yatakayonunua mafuta au gesi kutoka Venezuela yatatozwa ushuru wa asilimia 25 kwenye biashara yoyote itakayofanyika na Marekani. Trump amesema hatua hii inalenga kudhibiti uhamiaji wa magenge ya uhalifu nchini Marekani. Kwa mujibu wa tangazo lake, ushuru huu utaanza kutekelezwa rasmi tarehe pili mwezi Aprili 2025, siku ambayo ameita siku ya ukombozi Amerika. Trump ametoa tamko hilo kupitia mtandao wake wa kijamii akisisitiza kuwa nyaraka zote zitahakikiwa na kusajiliwa rasmi. Hatua hii imezua mjadala kuhusu athari zake kwa biashara ya kimataifa na uhusiano wa Marekani na mataifa yanayoshirikiana na taifa la Venezuela kwenye sekta ya nishati. Hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani mwako.